hamasa sisi wenyewe tuweze kulinda miundombinu ya shirika. Pata picha kama mwenzangu alivyosema gari inatoka Songea mjini inakuja kufanya marekebisho kwenye nguzo ambazo zilikuwa zinaenda kuanguka baada ya nyie kukosa umeme. Sasa ni vitu vingapi tunaweza tukaharibu? Shughuli za uchumi zinasimama. Serikali inaingia gharama kubwa, watumishi wa TANESCO wanakuja kufanya marekebisho na wanarudi kule. Kiasi kwamba hiyo gharama na vitu vingine kuna maeneo chungu mbovu ambayo yangehitaji huduma yangeweza kuzielekeza huko na kuweza kuendelea maeneo mengine. Sijui tumeelewana ndugu zanguni? Hii ni chachu kwamba ukiangalia kitongo, kijiji hiki tu kina umeme haujakamilika maeneo yote kwayo. Kwa hiyo tukiweza kudhibiti hujuma, serikali ikawa ipati hasara <coughs> hata zile gharama za marekebisho zinaweza zikatutosheleza kupeleka huduma maeneo mengine umeme eh. Mwenye, namwomba mwenyekiti pia ashiriki kupitia swala hili kwamba kutoka kwa hapa tuna vipande ambavyo watu wamsha vipata kwamba ni vya kwao binafsi eh, lakini nguzo za umeme eh, zimepitia humo, kuna eh, matatizo mengine ambayo zile nguzo zinaweza zikaungua moto, lakini wawaambie wao iwe ni lazima kwamba kutengenezea mazingira mazuri aa kuweza kupalimilia, asiseme kwamba hii sio kazi yangu, mimi hii ni wale wanaumeme ha? Yani wapatengeneze vizuri pale mahala, kwa sababu ni eneo la kwako. Ninaomba muwaambie, muwaeleze huu umeme tumeuleta hapa kwa gharama. Umeme ni maendeleo, si ndio? Kaeni nao, muwaeleze kwamba vile vitu wasivishike, kwanza ni hatari vile vitu vingine uaga saa nyingine zile zinakuaga na, na, na, na, umeme wakati mwingine zinakuwa na umeme zina zinakuwa na umeme mpaka chini. Kwa hiyo akija nyingine akizishika hivi mnamkuta amekaukia hivi. Vitu vya umeme sio vizuri vya kukamata kamata ovyo ovyo, jamani. Tumeelewana na akikata ile, ina maana nguzo inaanguka. Nguzo ikianguka ni gharama kubwa kuja kurekebisha, na nyie vile vile mnapata hasara